Charles Hilary amezaliwa Oktoba 22 mwaka 1959 katika kitongoji cha Jang'ombe Zanzibar. Mwaka 1968, walihamia jijini Dar es Salaam na moja kwa moja alijiunga na shule ya msingi Mchikichini iliyopo Ilala. Mnamo mwaka 1980, Charles alijiunga na Radio Tanzania Dar es Salaam ambapo kwa sasa ni TBC alifanya kazi na shirika hilo kongwe hapa nchini hadi mwaka 1994 alipojiunga rasmi na Radio One Studio. Mwaka 2003 aliondoka hapa nchini na kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya DW ya nchini Ujerumani. Miaka mitatu baadaye, Charles Hilary alijiunga na shirika la utangazaji la Uingereza BBC ndiye Mtanzania wa kwanza kutangaza kwa lugha ya Kiswahili mechi za fainali za kombe la dunia za mwaka 2010 zilizofanyika katika nchi ya Afrika Kusini moja kwa moja akitokea uwanjani, ingawa baadhi ya redio zimekuwa zikifanya hivyo lakini kwa kuangalia kwenye runinga si kwa kutokea uwanjani. Mwaka 2015 Charles alirejea nyumbani na mara hii alijiunga na Azam Media Limited kwa kile alichokiita umakini wa uwekezaji wa habari uliofanywa na wamiliki wa chombo hicho. Desemba 30 mwaka 2021, Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa serikali ya baraza la mapinduzi, Dr. Hussein Mwinyi alimteua Charles Hilary kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu. Makala haya ilitaka kujua kiundani zaidi, Charles Hilary alianza vipi kazi ya utangazaji? Hebu tujikumbushe mwaka 2016, nilizungumza na aliyempokea kwa mara ya kwanza katika jengo la utangazaji lililopo barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, marehemu Ahmed Jongo. Enzi za uhai wake, Charles Hilary ni mwanangu Charles Hilary nimempokea Radio Tanzania, namfundisha mpira. Mtangazaji mzuri sana ni mzuri, hakuna hata atatokea mtangazaji mzuri pale. Basi naye akawa na interest ya kutangaza mpira, interest ya kutangaza mpira, no, na, akawa na interest ya kutangaza mpira. Nadhani mwenyewe alicheza mpira huyo, nakumbuka na mwenyewe alisema, sababu zamani sasa alikuwa center half, sababu bonge la mtu kama wewe, alikuwa anacheza center half. Kwa hiyo hiyo, ule mpira alikuwa na ufahamu kwanza, mwenyewe alicheza mpira na ufahamu. Sasa alipokwenda katika mambo ya utangazaji, tukampa mike kutangaza, kutangaza mpira, tukam tukam, basi akakwalify moja kwa moja kumtangazaji mpira hapa mpira Adolf Kondo anagonga hapa vizuri kabisa kwake, huyu Benedicto anapeleka mbele huku. Ah, lakini ni kauli iliyothibitishwa na aliyekuwa gwiji wa utangazaji hapa nchini marehemu Ahmed Jongo, nilipozungumza naye enzi za uhai wake. Charles Hilary mtangazaji mstaafu wa kabumbu hapa nchini aliyejizolea ujiko katika kazi ya utangazaji, anakumbuka namna alivyoripoti kwa mara ya kwanza Radio Tanzania Dar es Salaam. Mara ya kwanza nilipokwenda kuripoti Radio Tanzania alikuwa mwaka 80. Aa, nakumbuka nikaitwa ofisini kwa mkuu wa mipango wakati huo mzee Sulemani Hega. Basi nikakaa pale nikazungumza naye, kaangalia vyeti vyangu na nini baadaye nikasikia anapiga simu anamtafuta Ahmed Jongo. E, Jongo akaingia mle ofisini mwa, mwa, mwa, mwa Suleiman Hega kamba naenda na huyu kijana akamfanyie ka voiceover, kasema wakati ule hata sijui hizi terms za utangazaji voiceover ndo unafanyiwa vipi na nini na nini. Tukaenda katika studio moja inaitwa studio 3 pale Radio Tanzania akanipa taarifa ya habari ambayo nadhani nilisoma siku za nyuma. Uh, akaniambia hii uisome kwa. Nikamuuliza, naweza kuipitia? Akaniambia pitia, tulia. Basi nikaipitia ile taarifa ya habari habari, nikaisoma kama nasoma taarifa ya habari. Basi nikamaliza naye pale, utepo akachukua wao na nini, mimi nikaambua, basi utaitwa kama umefanikiwa uh, kwa sababu zamani sio kama, sidhani siku hizi kama hizo zipo kwamba uwezi kuingia tu bila sauti yako kujulikana kwamba inaweza kuwa ni sauti bora katika utangazaji. Uh, hiyo ndio alinisimamia hivyo na uh, bahati nzuri nika- nikaitwa nika kwa ajili kwa, kwa, kwa ya kufanya kazi uh, lakini kitu kingine ni kwenda nayo uwanjani Hile kuonyesha interest tu kwamba mi napenda kutangaza mpira. Kweli niliucheza lakini katika kiwango cha shule na uh, kiwango hiki cha mpira wa mitaani uh, nili, nili, nakumbuka mechango ya kwanza kabisa kutangaza uwanja wa taifa ilikuwa Yanga na Coast Union E, nilikuwa naye yeye na Salim Bonde na wakati ule ukiwa ndo mwanafunzi unatangaza mpira una, una, unapoa dakika tano wenyewe wanatangaza wale wakongwe wanatangaza dakika kumi na tano wanapokezana kumi na tano, lakini wewe ukiwa mwanafunzi unapoa dakika tano. Basi nikapoa dakika tano zile kutangaza, nili, nili nilikuwa nimejifua, naweza kusema nilijiandaa vizuri e, basi nikatangaza zile dakika tano namrudishia microphone Ahmed Jongo sasa hawezi kusema kwa sauti kwa sababu sauti yake itasikika, lakini alikuwa ananiambia kwa, kwa ishara ya mkono endelea, endelea. Ah, ile ikanipa moyo kidogo kwamba dakika tano hizi nimefanya vizuri, kumbe naweza nikaendelea nikapiga kumi na tano kama anavyopiga wenyewe. Basi mechi nzima ile tukaenda mimi yeye, Mbonde yeye mimi, Mbonde hivyo hivyo. Mechi ya kwanza kabisa ah, ndio ilikuwa mwanzo, na ukifanya vizuri wakati ule basi ujue una- unaingia katika rota moja kwa moja, unaangalia katika ubao mechi zinazofuata. Tulikuwa kulikuwa na watangazaji wengi wa mpira wakati ule Radio Tanzania, na ushindani ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo nawekwa katika rota, unajikuta jina lako lipo, basi unashukuru Mungu. Kwa hiyo, eh, kwa kwa hiyo namshukuru sana Med Jongo kwa kweli. Kuna kipindi sasa umeshakomaa, mkatangaza mechi gani unaikumbuka ambayo mlitangaza wote kwa kiwango cha hali ya juu? Kumbukumbu kumbu zangu kidogo zina matatizo, sikumbuki. Si kuna mechi tulikuwa tunatangaza wakati ule, tulianza mtindo eh, wa kwenda katika viwanja eh, mbalimbali mikoani, Mwanza, Songea, Dar es Salaam, tunapokezana. Nadhani ilikuwa mechi hiyo ya maji Majimaji na Yanga, ye yuko Songea, mimi niko Dar es Salaam, sikumbuki mechi gani eh, lakini ule upokezanaji wetu alafu kule mwanza alikuwepo marehemu Dominic Chilambo. Ile staili ya kupokezana ilikuwa haijawahi kutokea Afrika Mashariki, iliweza kusisimua sana sana eh. Na ni nani aliyeibuni staili ambayo iliteka soko la wasikilizaji Tanzania kwa ujumla? Ah, wakati ule, uh, tulikuwa baada ya, ya, ya, ya muda hivi, tunakaa tuna review tufanye vipi ili matangazo yawe mazuri, lakini kikubwa zaidi kilichochangia ni kwamba mikoani walikwenda watangazaji mpira eh, katika eh, yale mabadiliko yaliyofanywa na Radio Tanzania kwamba sasa eh, matangazo eh, vipindi vingine vitoke mikoani na watu wawepo wa, wa, wa, wa, wa huko huko mikoani. Sasa bahati nzuri Songea kukawa na mtangazaji wa mpira eh, halafu Mwanza kukawa na mtangazaji wa mpira na Songea wakati yule Majimaji timu kubwa, ukienda Mwanza kuna timu kubwa ya Pamba kwa hiyo tukasema tuka, tuka tu mwenyewe watangazaji wa mpira, kwa nini tusifanye staili hii kwa kushirikiana na mafundi wa mitambo, kwa nini tusifanye staili hii? Nadhani itaweza kuvutia zaidi. Basi tukaifanya tuka, tuka, tuka na na, kwa kweli ikawa inavutia sana ile kupokezana, uh, Dar es Salaam, uh, Mwanza, Songea na wakati mwingine ligi kuu ile ya, ya, ya Tanzania ile ligi kuu ya taifa ile Zanzibar pia mnapokezana, ilikuwa burudani kubwa sana. Vitu vile haviwezi kutokea tena. Uh, nyinyi ndio kioo cha watangazaji, hususan sisi tunajifunza kutoka kwenu. Nini mnadhani, ushauri wenu? Ushauri mkubwa ni vijana wa siku hizi wakubali kukosolewa, wakubali kuelekezwa. Ee, unajua ukiwa mtangazaji unakuwa ni mtu ambaye unajulikana sana unapopita, watu wanakusifia sana, na ile inaweza ikakupa kichwa kwamba wewe tayari umekushajua kila kitu, lakini ukumbuke kwamba katika kazi yetu ya utangazaji kila siku unajifunza. E, na unapoelekezwa, mtu anapokuelekeza maana yake anataka ufanye vizuri zaidi. Msikilize lile analokwambia, lifanyie kazi na matokeo yake utayaona. Usiwe na kichwa kikubwa sana kwa sababu umepita kijiweni umesifiwa sana basi, ah, huyu ataniambia nini? Hapana, mi hata leo ukinikosoa, ukinielekeza hata we Mvula ukinielekeza, mimi nitalifanyia kazi kwa sababu umeona kwamba ah, pamoja na, na, na, na, na, na uzoefu wangu wa siku nyingi, lakini kuna kuna vitu bado pengine wewe hukufurahishwa navyo. Mimi nitakichukua kile kitu nakifanyia kazi. Kwa hiyo vijana wa siku hizi wasipate wasi, wasi kichwa kikubwa sana eh, kwa sababu bado ni wachanga sana. Kazi ya utangazaji mpaka eh, unastaafu bado unajifunza.